kama ndio, sasa sasa sasa sasa tu bwana, bwana, mambo vipi bro? Fresh kabisa kabisa kabisa, kwema kwema kabisa, eh, ah ah, sawa. Na kwa msikilizaji, wewe ni ni ni ni ni CEO CEO, lakini laki nani, Diamond you Chilambo huyu au mimi? Naitwa Robert Kasiza, ingawa naitwa Ropai. Okay, uh, Sawa sana sana pale uh, mimi nimetaja lakini kwa ufupi kidogo yeah. lakini sana sana pale Ropai ni vitu vingi ambavyo vinapatikana pale ndani ya Ropai production. Pale tunafanya audio na video production. Okay. Kwa hiyo ukifika pale bwana, masuala ya audio unafanya, video unafanya lakini vile vile masuala ya online media. Okay. Okay. Kila kitu kiko pale. Okay, sawa. Uh, unafanya upande wa video pamoja na audio, yeah, sindio eh? Yeah, yeah. Na kuna baadhi wa ya wasanii wengi wako pale hapa wa Moshi Kilimanjaro yeah, wanakuja yeah. kurekodi pale, sindio? Yeah. Na naamini wewe pia ni, ni mdau wa muziki wa Kilimanjaro. Sana sana. Sasa muziki wa Kilimanjaro bwana kuna muda unapanda, kuna muda unashuka. Eh. Yaani eh. kuna jisifai kama vile umeshindwa ku stabilize. Okay. Eh, wasanii wameshindwa kujua kwamba kufanya kazi kutokana na misimu. Yani wajue kabisa kwamba umekuwa na ratiba ya mwaka mzima, kwamba msimu huu bwana, mwaka mzima lazima nifanye kitu. Kwa hiyo inaanza na kitu hiki, inaanza na kitu hiki. Kwa hiyo uh, wameshindwa kwa ratiba, lakini nadhani tatizo kubwa labda ni, ni, ni, uchumi okay. eh, okay, nadhani ni uchumi naweza nikawatetea kidogo, lakini mm. Yeah. Uh, kitu kingine ni usirias. Kwa hiyo ni vitu viwili ambavyo naeza vikafanya watu wasiuchumi, na usirias sawa, so, uh, vile upande wa uchumi hapo yeah. hapo yeah. ni uchumi Ropai uh, mnafanya kukisha kwamba sanaa ya Kilimanjaro inakuwa yeah. Uh, tunajua uh, mko pale kwa sababu kufungua studio ni uh, ni gharama pia yes, yes. Uh, kuna cost ambayo unaingia pale, umeme, nini, kodi na vitu hivyo, hapo je yeah. Yeah, uh, umeweka level gani ya ya ya ya, ya mtu atakuje kurekodi hizo video au audio kwa wow. kuangalia kwamba kwa kwa wasanii wa chini wanataka pesa hizo kwa ni kubwa sana yeah. Kwenye Ropai imekaa Uh, nevetu ndogo kulingana na nguvya na, na, na msanii yani kiwango ki, ki, ki ambacho tumefanya ni iwao Kwa sii, hmm. Kwanza sisi tunasikiliza sana msanii na tunaangalia kwamba msanii ana kitu gani, okay. Uh, nadhani katika watu ambao wanafanya na production, mm. Uh, siwezi kusema kwamba nikajisifia, lakini nadhani inaweza ka inaongoza kwa kuwasikiliza wasanii na kuwashauri nini wafanye, okay. yeah. Tunasikilizwa Tanga, tunasikilizwa Arusha, tunasikilizwa Manyara yep. Kanda zima kaskazini kila kitu kinafanyika. Mbona kofia hizo nyingi ambazo amezivaa producer ni producer lakini lakini pia pia ni ni mwanamuziki lakini pia ni director. Nyingi hizo. Ni nyingi sana, nyingi sana, nyingi sana, nyingi sana, nyingi sana.

Koko koko. Yeah, of course, hiyo ngoma ni kali imefanyika pale Rockpile lakini kafanya mtu mzima anaitwa Stenza. Okay. Ni kijana ambaye anapambana na kimziki. Daktari yuko pale na nini? Lakini anapambana sana na kimziki. Okay. Na anamwona mbali, of course. Okay, sawa. Sasa hii Stenza ngoma inaitwa Koko. Na producer ni nani? Ah, ni Ramso. Ramso. Na kila kitu master na kila kitu yeye mwenyewe. Yes. Bwana sana, ngoma hii hapa ya kwanza kabisa, uh, inaitwa Koko ya kwa Kestensa ngoma mm -hmm. ambayo ime produced by Ropai Production. Leo lengo la kwanza kumuita Ropai uh -huh. kwa ilibadilisha location. Kwa yeah. Nini kaambia Brother Choko kwa kidogo hapa uh -huh. ili uweze kuzungumza na watu wako. Sababu haya mapenduzi ya burudani, na si ni ni wala burudani uweze kutoa awareness kwamba location sasa hivi inapatikana wapi. Ngoma hii hapa inaitwa Koko ya kwa Kestensa uh, ikitoka pale Ropai Production. Sehemu inaitwa Kilimanjaro Star, mwisho tu wa uwanja wa Beta, ukiangalia hivi unakuta kuna bango fani ndiko ROPAI pale eh, lakini tulimkuta ule jamaa wa Kilimanjaro Kilimanjaro Star, kwa hiyo ni jirani yake pale. Mimi ukifika pale lakini kifilaini ya na kwa anaweza e, akatumia sifuri saba kumi themanini na tisa thelathini na tatu themanini na tisa sifuri saba kumi themanini na tisa thelathini na tatu themanini na tisa au sifuri saba hamsini na nane themanini na tisa thelathini na tatu themanini na tisa Ukifika studio bwana, utapata mgomo mbalimbali, tunafanya kwaya, tunafanya hizi zita gospel. Uh, tunafanya nyimbo za asili tunafanya ngoma mbali mbali, kama ambavyo eh, kutokana na na we unataka kufanya vitu gani? Yeah. Okay, yeah na tunafanya na, na watu nat mbali mbali na, na, na kitu ambacho nashukuru micho. Uh, nime micho ninaanza kulichukua paka mpaka soko la Arusha. Okay. Okay. Inapata sana wasanii wasanii ni wengi kutoka Arusha. Arusha. Hapo paka A hey, town na yeah, kuja. Okay, wow. Kitu ambacho waliniambia zamani walikuwa Kwa Kwa okay. And this time wanatoka Arusha, wanakuja hiyo hiyo maanisha nini katika muziki wetu wa wa Kilimanjaro? Mapinduzi. Mapinduzi ni makubwa. Maana maana yake yake ni ni kwa anaza Anaza wani. Wani. Ah, ayo na sawa. Wapo watu wengi sana ambao wanafanya vizuri kwenye game katika mziki wa Kilimanjaro, si ndivyo? Ye? Yeah, yeah. Uh, na wewe umekuwa ni mtu uh, mdau mkubwa sana mm -hmm. Kwenye mm. Mziki wetu hapa yes. Kilimanjaro, si ndio? Yeah. Watu wanachama dude madude yanaenda, okay. Watu wanafanya hivi madude yanaenda, yeah. Watu wanafanya hivi madude yeah. Yanaenda. Sasa. Uh, unahisi msanii kuweza kutumia kiki kama, ha, wapa, kwa mfano kama hao watu hapa wa Kilimanjaro, mm. kutumia kiki na yoyote ile. Mm. kujiboost. Ina, ina, ina, ina faida kwa sasa hivi kwa kwa level ya Senegal Kilimanjaro kufikia wa? Haina faida, haina faida, haina faida, yaani okay. haitakiwi kutumia kiki sasa, ndio tumie kazi Yes. Okay. Manake watu wanahitaji zaidi kupata kazi, sababu msanii unapokuwa bado hujakuwa mkubwa, hata kufanya kiki pia bado watu hawajakujua. Kwa hiyo mimi naona ni kwamba wafanye kazi sana kuliko kufanya kiki. Manake kiki zitawachelewesha na wataonekana hawana maana. Manake tushashuhudia watu wengi waliofanya kiki.

Eh, bona sawa. Sasa hii kwa kama siku kasa hapo nyuma hapo. Eh kama siku ilikuwa ni siku ya Juma Mosi. Ah mm-hmm. Uh, I mean kwa ni kwa siku ya Juma kwa mkeni Juma Mosi kama siku sasa hivi. Eh eh. Ah ikatokea hii. Labda kwa haraka haraka issue ikaje. Sasa ndio tunazo azituruhusu. Ah hiyo hiyo hiyo hiyo sasa of course kwani hapa. Maana yake Oliver na Malangano nalia hapa ni kama vile kuna mtu ambaye unamlelia sasa. Dogo wangu Oliver, Oliver mimi ni. Okay. Ni mdogo wangu of course. Ni mtu ambaye tunasibana sana, ni mtu ambaye Of course ni mdogo wangu yani, hivyo niseme. Lakini nilipokuwa niko studio mida saa mbili mbili, na nimaliza kufanya master iia nyimbo fulani hivi mm -hmm. Nikapata message ya kwanza, akanaambia ase Oliver, man. Yo, akana sema Oliver amefariki, nazo zile. Nikasema Oliver yupi? Akasema Oliver man, huyu mdogo wangu sasa Nikasema sio kweli ese, sikuamini mm -hmm. nampigia Oliver hapo kei, nampigia Getoboy hapo kei, nampigia kila mtu, nampigia hapo kei. Sasa baadaye Getoboy hapo kei ndio hii hapa, sote ambao mnasikia, lakini mwisho wa siku nadhani Nk... Nk... Nk... hata michobeni pia nikupigia, nikasema okay. Nk... Sasa se kitu mimi sielewi, lakini baadaye moyo ukashuka, akasema hizi zinawezekana ni tunataka mwenda kiki, lakini Oliver anasema yeye aje aje husika na hiyo lakini Niseme kama kama Uliva mhusika au yote ambaye atakahusika kile kitu kilikuwa ni kibaya sana. Maana yake hawajui uh, kama ni kiasi gani kwa mwekeza kwa watu mbalimbali. Okay. Ya, uh, kwa sababu sika kama sisi ni poa kabisa. Yuko poa, Uliva yuko vizuri na jana nitoa kuongea naye na na leo ndio mtasema mimi tutakuwa nipigia. Okay. Na niambia bro unaendelea vizuri na mimi niko tu nyumbani nasikilizia lakini nikamwambia lakini kaangalia kama kama kweli amefanya amfanya kiki lazima achie ngoma. Ah, ali kajiuliza au kwa kwa mdogo wangu amekaa muda mrefu?

mashabiki zangu ni wasanii niwambie tu kwanza, wasanii na watu ambao wanapenda kufanya kazi na mimi, Ropai kwamba, Ropai kwamba bwana sisi pale tumehamia tulipokuwa zamani KSU, tumehamia hapo kama nilivyopanga kusema pale mwanzoni, lakini vilevile niwambie kwamba sanaa si kitu cha ja rahisi, sanaa ni kitu kigumu sana, lazima tuwajipange ili kufikia mafanikio, lazima upambane sana maanake mziki ni mgumu na na kila kila moja anataka ana, ana, ana, ana kwenda kwenye mafanikio ya mziki. Na, kila siku wasanii wanatoa kazi, kwa hiyo nao pia watoe kazi kila siku wachena wa, wa ule mfumo wa kizamani kwamba unaachia ngoma na kama miezi mitatu minne ndo unaachia ngoma hapana. Sasa hiyo ukisikia kusa miachia hiyo ngoma kikasu tatu kusam, ya nne ya tano kaachia ngoma nyingine. Kwa hiyo lazima wachie ngoma kila siku, kila siku wachie ngoma, lakini Uh, wasisahau kuingia pale Ropai Online TV waka subscribe waka like waka share na comment pale, lakini vile vile wasisahau kuja tufanye kazi, lakini sio kazi tu kwangu, waje pia kwenye ushauri na kitu mbalimbali, maana mimi siangalii sana tu kazi peke yake, tunaangalia pia tunawashauri